Asanteni sana. Mheshimiwa mwenyekiti, waheshimiwa wajumbe wa mkutano mkuu, waheshimiwa wagombea, muda huu tumekamilisha zoezi letu la kupiga kura, kuhesabu kura. Sasa tunakwenda katika hatua ya kutoa matokeo. Naomba wagombea muyapokee matokeo kama ambavyo ni tayari, ni tayari. Kwenu pia mwone katika matokeo hayo. Hapa hapana mshindi, hatua zinaendelea za kujulikana nani atakuwa mgombea wa nafasi gani. Tumepiga kura za maoni ili kukipa chama nafasi ya kuweza kufanya uteuzi. Tulianza uchaguzi wa wabunge wa jimbo wagombea walikuwa ndugu Abdallah Muhammad Saidi, ndugu Mpaji Abasi Yusuf, ndugu Nasr Khalfan Nasor, ndugu Saidi Ali Khalfan, ndugu Saidi Muhamedi Adi, ndugu Salum Suleman Salum na ndugu Shaibu Isa Abdallah. Jumla ya kura zote zilikuwa ni mia moja na tisini. Matokeo yalikuwa kama ifuatavyo: ndugu Abdallah Muhamed Saidi amepata kura mbili ndugu Mpaji Abasi Yusuf amepata kura 66. Ndugu Nasuru Khalfan Nasuru amepata kura 13. Ndugu Saidi Ali Khalfani amepata kura saba. Ndugu Saidi Muhamedi Adi amepata kura 40. Ndugu Salum Suleman Salum amepata kura moja, na ndugu Shaibu Isa Abdallah amepata kura 58. Sipasi kutangazwa mshindi, kwa sababu utaratibu bado unaendelea. Ila kwa hapa ndugu mpaji kapata nafasi ya kwanza. Nafasi ya pili kachukua ndugu Shaibu. Nafasi ya tatu kachukua ndugu Saidi Muhamed Hadi. Nafasi ya nne kachukua ndugu Nasr Halfan Nasr. Nafasi ya tano kachukua ndugu Saidi Ali Halfan. Nafasi ya sita kachukua ndugu Abdala Muhamed Saidi, na nafasi ya saba kachukua ndugu Salum Suleman Salum. Hayo ni matokeo wa, wa bunge wa jimbo. Tumetoka hapo, tumekwenda kwenye wabunge viti maalumu. Kura zilikuwa zile zile 190. Wagombea walikuwa ni ndugu Asha Bakari Muhamed, Moza Ali Nasor, Mpaji Abasi Yusuf. Ndugu Asha Bakari Muhamed amepata kura 42, nafasi ya pili. Ndugu Moza Ali Nasor amepata kura 31, na nafasi yake ya tatu. Ndugu Mpaji Abasi Yusuf amepata kura 110, nafasi ya kwanza. Tunakwenda katika uchaguzi wa wawakilishi kwa jimbo. Wagombea walikuwa ni wawili, Ndugu Khalfani Amur Muhammad na ndugu Omari Alishehe. Jumla ya kura zote zilikuwa 185. Ndugu Khalfani Amur Muhammad amepata kura 74. Ndugu Omar Ali Shehi amepata kura mia 101 mia 111, samahani. Kwa hiyo ndugu Omar Ali Shehi kashika nafasi ya kwanza, ndugu Khalfani Amur Muhammad kashika nafasi ya pili. Tunakwenda kwenye nafasi ya uwakilishi viti maalum, mgombea alikuwa ni mmoja ndugu Raiye Muhamed, ndugu Raiye Khamis Ahmed. Kura zote zilikuwa ni 185. Kura alizopata ndugu Raiye ni 172, kura 13 zimeharibika. Nafasi yake ni ya kwanza. Tunakwenda kwenye udiwani wadi ya Madungu, wagombea walikuwa ni watatu, kura zote zilikuwa 183. Ndugu Amur Ali Amur amepata kura 77. Ndugu Asha Bakari Muhamedi amepata kura 4. Ndugu Muhamedi Hamisi Ali amepata kura 63. Matokeo kama yako kama ifuatavyo: Ndugu Amur kapata nafasi ya kwanza, Ndugu Muhamed Hamisi Ali kapata nafasi ya pili na Ndugu Asha Bakari Muhamed kapata nafasi ya tatu. Matokeo ya udiwani wadi ya Tibirinzi, wagombea walikuwa ni wanne kura zote zilikuwa 184 ndugu Jamila Ali Muhamedi kapata kura hamsini kachukua nafasi ya tatu. Ndugu Muhamedi Abdallah Masudi kapata kura nne nafasi yake ya nne. Ndugu Muhamedi Hafidh Khamis amepata kura hamsini saba nafasi yake ya pili, na ndugu Msaba Hemed Khamis amepata kura 74 nafasi ya kwanza. Tunakwenda kwenye udiwani wa viti maalum. Udiwani wa viti maalum mgombea alikuwa ni mmoja, ndugu mafunda muhamed Khamis. Kura zote zilikuwa 177, kura zilizompigia ndugu mafunda ni 158, kura 19 zimeharibika. Nafasi yake anashikilia ya kwanza. Ndugu wajumbe na ndugu wagombea, hayo ndiyo matokeo rasmi ya uchaguzi wetu huu. Na kuombeni sana kwa yeyote ambaye atakuwa na doubt yoyote katika uchaguzi huu, atakuwa kuna jambo la kulilalamikia, kamati kuu ya uteuzi ndiyo inayolalamikiwa. Naeleweka, eh? Kamati kuu ya uteuzi ndiyo tutakao toa malalamiko, lakini form pia zinapatikana hapa. Lakini la pili niseme kwamba nawashukuru binafsi kwa namna tulivyoshirikiana katika zoezi hili tangia mwanzo mpaka mwisho, na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu akatufikisha mpaka kupata matokeo. Si ujanja wetu, isipokuwa Mwenyezi Mungu atuwafikisha kufanya hili. Tumshukuru sana Mwenyezi Mungu, tumemaliza zoezi letu, inaonekana kwamba hakuna namna yoyote ile ya matatizo. Kwa hiyo kwa hilo pia tujipongezeni, na baada ya hapo mimi niseme kwamba naomba kuwasilisha. Asanteni sana. Shukrani mpenzi mtangazaji wa ACT Digital Online. Na sasa hapa tumefika mwisho katika jimbo hili la Chake Chake, ambapo kama matokeo wamewasikia kama alivyotangazwa na msimamizi wa uchaguzi wa chama cha ACT Wazalendo. Na sasa tutazungumza na baadhi ya wa wagombea ambao wamepewa matokeo yao sasa hivi. Sheikh, karibu bwana. matokeo yametoka? Hey, matokeo yametoka. Alhamdulillah, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kuendesha uchaguzi wetu huu tukiwa katika hali ya utulivu na salama kabisa lakini pia tumshukuru msimamizi wetu wa uchaguzi wa kuendesha uchaguzi huko kwaini sana na weledi wa hali ya juu na pia twachukua na saha zake za kutueleza kwamba hii ni kura ya maoni na tumekamilisha kwa uangalifu mkubwa zaidi wale waliotokea kwanza tuwapongeza na kama ahadi zetu kwamba tushirikiane katika kumsubiri kuisubiri kamati kuu imshushe nani mgombea tushirikiane katika kuikomboa Zanzibar na wazanzibari Asanteni. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kutuwezesha kufanya uchaguzi wetu huu katika hali ya amani na utulivu, lakini tumi niitoe nasaha kwa ndugu zetu hawa wanaendesha uchaguzi. Uchaguzi ni process, kwa hiyo tujitahidini kadiri ya uwezo wetu. Hapa tumekwenda vizuri alhamdulillah, sihaba, lakini kuna mambo madogo madogo ambayo yanaweza kupelekea kuchafua uchaguzi wetu na kuonekana haukuwa huru na wa haki. Kwa hiyo tujaribu kuepuka sana mambo hayo, tuache vile. Sisi hapa tunatafuta wagombea wa kwenda kushiriki kwenye uchaguzi wa serikali wa askari serikali. Kwa hiyo tujitahidi sana, kuna mambo madogo madogo kuyaepuka. wa hadha salaam aleikum wa rahmatu wa rahmatu na na, sasa tunakutana na mgombea mwingine ambaye amepata alama nyingi, si kushinda, lakini amepata alama kubwa katika hapa waliopigiwa kura, naye ni ndugu mpeni, na ataongea zaidi kwa baada ya matokeo haya. Asante sana, nashukuru kwa umoja wetu mliotuonesha katika mwanzo wa mkutano huu mpaka tumemaliza. Tunasema sote ni washindi, tuchague mmoja na tubakie wamoja, inshallah. Asante sana mpenzi mtazamaji wa ACT Digital Online TV, ya chama ni TV ya halali ya chama cha ACT Wazalendo. Tukitoka hapa Chake Chake, mimi naitwa Talibu Samadi na wenzangu, nawambieni asanteni.